Wadau hawa ni pamoja na taasisi za serikali VETA ikiwemo na taasisi nyingine, lakini tuna mashirika ya kimataifa, tuna makampuni binafsi, waisani na wabia wa maendeleo. Mchango wa wadau hawa umesaidia sana kuongeza wigo wa fursa za vijana wetu katika maeneo mbalimbali hapa nchini kwa kuwawezesha kupata mafunzo yanayokidhi mahitaji ya soko la ajira huku yakizingatia kasi ya maendeleo ya kiteknolojia hivi. Katika kuanzisha vyuo na kutoa mafunzo ya ujuzi na ufundi stadi, hadi sasa tuna jumla ya vyuo visivyo vya serikali vya elimu na mafunzo ya ufundi stadi vipatavyo 825 na kufanya idadi ya vyuo vyote nchini kuwa mia tisa na tano. Hii ni hatua kubwa ya kujipongeza, Watanzania. na leo nimefarijika sana niliposikia kwamba VETA ina mpango na wa kushirikiana na mafundi wabobezi katika fani mbalimbali mbali, ikiwemo na Jeshi la Kujenga Taifa JKT, Jeshi la Magereza na hawa katika kutoa mafunzo kwa vijana wetu. Ushirikiano huu utaleta mchango mkubwa kwa wahitimu kupata ujuzi kupitia ushiriki wao katika miradi ya uzalishaji mali, jambo itakalowapa fursa vijana wetu kujiajiri au kuajiriwa kujia na hatimaye kuchochea maendeleo ya uchumi wa nchi. Na kupitia programu ya mafunzo ya uzoefu wa kazi wanangezi inayosimamiwa na ofisi ya waziri mkuu, kampuni na taasisi nyingi zimeweza kushiriki na kusaidia wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu kupata uzoefu halisi wa kazi walizozihitaji, jambo linaloongeza uwezo wa wahitimu, linaloongezea uwezo wa wahitimu wetu. Nitumie fursa hii kupongeza na kuhamasisha taasisi na kampuni binafsi kuendelea kutoa fursa ya mafunzo ya uzoefu wa kazi kwa wahitimu wetu, na niwasihi makampuni binafsi kuendelea kuruhusu wahitimu kuja kujitolea katika maeneo yenu ya kazi, ikiwa ni mafunzo ya vitendo wanapokuwa vyuoni, kitendo ambacho kitatoa nafasi nyingi kwa waajiriwa wetu au kwa vijana wetu ambao wanajifunza ufundi stadi kuzoea kutenda kazi wanapokuwa maeneo yenu ya kazi lengo ni kuwapata vijana waliobobea katika ufundi stadi na kupata ujuzi wa kutosha ili pia kupata wafanyakazi walio bora. Ndugu wadau, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nitumie fursa hii kusisitiza masuala muhimu yafuatayo. Moja, kwa wadau wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini, hakikisheni kwamba mafunzo yanayotolewa yanazingatia mahitaji halisi ya soko la ajira mahitaji ya soko la ajira tunayajua kwa kufanya tafiti za mara kwa mara kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Lakini la pili, katika zama hizi zenye teknolojia, hakikisheni mnatoa mafunzo ya ufundi stadi yanayoendana na mabadiliko ya teknolojia na kuhakikisha kwamba mafunzo hayo hayajumuishi, e, yanayojumuisha ujuzi. Tatu, kwa wizara ya elimu yenyewe sasa ya teknolojia kwa kushirikiana na ofisi ya rais TAMISEMI, pia wizara ya viwanda na biashara, hakikisheni vyuo vya fursa za mafunzo katika wilaya kwa vijana wetu ili waweze kupata ufundi mapema iwezekanavyo. Nne, VETA tena hakikisheni mnatangaza fursa za mafunzo zilizopo ili vijana hawa na wale walioko vijijini waweze kutumia fursa zilizopo. Inawezekana kabisa kuwa wapo vijana katika maeneo mbalimbali nchini, haswa vijijini, ambao hawana taarifa ya fursa zilizopo za mafunzo ya VETA. Kupitia maadhimisho haya, ni fursa mzuri ya kutangaza VETA yenyewe, shughuli zake, aina ya mafunzo yanayotolewa kwenye vyuo vyetu na kuwaambia sifa za kwenda kusoma. Lakini swala la sifa sina mashaka, nipokuwa kwenye mapitio ya mabanda maonyesho nilienda pale vta ya Zanzibar, nikaenda pia na banda la veta. Sifa ni kujua kusoma na kuandika. Unaweza ukasoma ufundi ukaujua, ukawa mahiri kwenye eneo hilo, ukafanya kazi zako, na ushuhuda upo kwenye maeneo mbalimbali. Tano, taasisi zote zinazotoa mafunzo ya ufundi stadi, na naamini wengi mko hapa kutoka taasisi binafsi, taasisi za dini Hakikisheni mnashirikiana na viwanda, waajiri na mashirika mbalimbali mbali, ndani na nje ya nchi ili kutoa fursa za mafunzo kwa vijana wetu yanayoendana na mahitaji ya soko letu la ajira. Na sita, wazazi na vijana kwa ujumla, tumieni fursa za mafunzo ya ufundi stadi zilizopo nchini kupitia vyuo vilivyojengwa kwenye mikoa na wilaya yetu, kuwapeleka vijana kupata ujuzi utakaowezesha kujishughulisha na kujipatia kipato kutokana na shughuli kutokana na ufundi aliyojifunza kwenye vyuo vyetu. Saba, natoa rai kwa mashirika ya kimataifa na washirika wa maendeleo wote ambao mmekuwa mkishirikiana na serikali yetu kuendelea kuchangia vifaa, fedha, ushauri wa kitaalamu na kuanzisha programu programu mbalimbali za kubadilishana maarifa. Ushirikiano huu utatuwezesha kuibua teknolojia na mbinu mpya ya kufundisha na kujifunza, hivyo kuboresha ubora wa mafunzo yanayotolewa katika vyuo vya ufundi stadi hapa nchini. Nilipokuwa nasema wadau wa maendeleo tuendelee kuchangia vifaa, fedha na ushauri wa kitaalamu, nilipopita hapo nje, nimemkuta kijana wetu wa Kitanzania anayesoma chuo cha VETA Dodoma, mlemavu, hana mikono lakini anachora ramani za ujenzi wa nyumba na pale amenichorea kuthibitisha kwamba kazi ameifanya yeye mwenyewe, na anatoa maelezo. Hii ni nyumba ya vyumba vinne, ina jiko, ina sitting room, lakini pia na dining room. Lakini pia ameonyesha roofing yake itakuwaje, na michoro ipo yote, amechora yeye mwenyewe. Hawa vijana wanahitaji kuungwa mkono, wakati serikali inaendelea kutoa fursa za jumla. Basi wadau wanaoguswa, wanaopenda maendeleo ya kijana yule huko, muhimu wa kumuona namna ya kuweza kumuimarisha na kumpa fursa zaidi. Hata hivyo VETA napopata hawa basi, ni vyema wizara ikajua, ili waandalie programu endelevu. Baada ya kumaliza, asirudi nyumbani akabaki tu, achukuliwe kijana huyu mlemavu na ujuzi wake aendelezwe, anapojianzishia aonyeshwe fursa za kupata mikopo ili aweze kukopa mikopo kwa ajili ya mtaji wa kuanzisha taasisi yake. Huu ndio mkakati wa serikali, na kwa hiyo mkurugenzi mkuu VETA, agiza wakuu wa vyuo nchini kutambua vijana hawa ambao wanafundipata ujuzi. Na ya mwisho, nitoe wito kwa Watanzania wote na taasisi zote mbalimbali za umma hapa nchini kuwaunga mkono wazalishaji wetu na wazal, wajasiriamali waliopo nchini kwa kununua bidhaa zao na kuzitumia bidhaa hizo wanapozizalisha ili ziweze kuwawezesha wao wenyewe kuendeleza uzalishaji wa bidhaa hiyo, lakini pia kushiriki katika ujenzi wa uchumi na kukuza mapato yao binafsi na taifa kwa ujumla. Waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, wakurugenzi na viongozi wote kwa jumla na wadau wetu wa vyuo wakiwemo wana vyuo, tunapoadhimisha miaka hamsini ya mfumo wa kitaasisi wa kiserikali na usimamizi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi na tunapoadhimisha miaka thelathini ya VETA, tunapata fursa kutafakari mabadiliko ambayo tumeyaona na jinsi tutakavyoweza kuyaboresha zaidi. Tumieni fursa ya maadhimisho haya kuweza kuweka mwelekeo wa kitaifa kutoa ushauri wa namna kuboresha mafunzo stadi hapa nchini. Wale ambao mnaendesha vyuo mna nafasi mzuri ya kueleza changamoto. VETA yenyewe ina nafasi mzuri ya kueleza changamoto zilizopo na namna ya kuzitatua. Huo mjadala unaoendelea huko mtaani, serikali ichukue muhimu yale yote ambayo ni bora katika kuboresha mfumo wetu wa ufundi stadi hapa nchini ili tuuingize sasa kwenye curriculum tufanyie kazi huo mjadala, upiti tu hovyo, una, una, una mambo mazuri ambayo yanashauri pia serikali namna ya kwenda. Na mimi nimeushuhudia na naufuatilia kwa ukaribu, hakika una tija mjadala ule, ule mjadala una tija kwa sababu wako ambao wanapinga, lakini wengine wakuja kurekebisha w haya, kwamba maadhimisho yamekuja wakati mzuri kwenye mjadala huo tuende nao vizuri na tufanyie kazi. Na kwa hiyo nawashukuru wadau wote wa elimu ambao pia leo mko hapa, mtashiriki kwenye maadhimisho haya na hasa, na hii ndio itakuwa njia mzuri ya kwenda kuifanya VETA kuwa ni taasisi inayotoa mafunzo mahiri na stadi ya ujuzi kwa kiwango kinachohitajika. Niwapongeze sana VETA kwa mkakati huu kazi wanazofanya. Tumewakuta vijana wengine wanatengeneza mikoba pale nje, wamemaliza vyuo na wameendelea kujifundisha utaalamu.